Mwanaume anayemwagia nje na madhara yake kiafya. Mwanaume anayemwagia nje na madhara yake kiafya. Karibu ndugu mtazamaji, kama ndiyo mara yako ya kwanza unaingia katika chaneli hii, kwa majina naitwa Dr. Kuboja. Uh, siku ya leo nakuja na somo ambalo linasumbua vichwa vya wanaume wengi sana. Wengi wamekuwa wakiniuliza dokta, hakuna madhara pindi ninapomwaga nje? Je, ni madhara gani ambayo ninaweza kuyapata pindi ninapomwagia nje? Nitaomba uungane nami katika video hii, nikakupe sababu za kitaalamu na nini kinakwenda kutokea pindi mwanaume atakapomwaga kwa muda mrefu. Katika maandiko matakatifu Mungu anachukia kumwagia nje. Katika maandiko matakatifu Mungu anachukia kumwagia nje, na kuna kifungu kipo ambacho nimesahau kidogo namna ambavyo kinaeleza kinaga ubaga. Unaweza ukaandika katika Google madhara ya kumwagia nje katika Biblia, na itakuletea kifungu hicho ambacho Mungu wetu wa mbinguni anakataza mwanaume kumwagia nje. Sasa kitaalamu kita hapa nini ambacho kinachotokea pindi mwanaume anapomwagia nje? Cha kwanza kabisa, uume wa mwanaume una tundu maalumu ambalo tundu lile hupitisha mkojo lakini pia tundu hilo hupitisha pia mbegu za kiume pindi mwanaume anapokuwa anafika kileleni, ama pindi mwanaume anapokuwa amekojoa. Sasa mwanaume anayemwaga nje, automatically hewa huwa inapita katika tundu lile na kupelekea anapokuwa amemwaga nje, hewa inapopita katika tundu lile Endapo tendo hilo litafanyika kwa muda mrefu, yaani ile hali ya kuwa mwanamume kila anapotaka kumwaga au uh, anapotaka kumaliza anamalizia nje, maana yake nini kitakachotokea? Kitu kitakachotokea, hewa itakuwa inapita katika lile tundu la ume polepole pole. Hewa hiyo itakapokuwa inapita katika tundu la ume polepole pole, hupelekea pia matatizo ya kuwahi kumaliza kwa sababu kitaalamu katika lile tundu lako la uume haitakiwi ipite hewa aina yoyote, once mbegu za kiume zinapokuwa zinatoka. Kwa hiyo ikitokea mwanaume huyu anamwaga kwa nje kwa muda mrefu, hupelekea tatizo la kuwahi kumaliza ama tatizo la kuwahi kukojoa pia, endapo kama atamwaga nje kwa muda mrefu. Lakini pia sababu namba mbili ya kitaalamu ni usalama wa ujauzito kuwa ni mdogo. Maana yake mbegu zake zitakuwa hafifu, mbegu zake zitakuwa hafifu. Mwanaume huyu anaweza akapoteza uwezo wa kuweza kumpa mwanamke ujauzito pindi atakapoona kuna umuhimu wa kuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo, hiyo ni sababu namba mbili ambayo mwanaume inaweza ikampelekea kushindwa kuweza kumpa mwanamke ujauzito pindi atakapokuwa anamwaga nje kwa muda mrefu. Lakini namba tatu ni Biblia imekataza mwanaume kuweza kumwagia nje, mwanaume kuweza kumwagia nje. Na sababu ya nne na ya mwisho kabisa, mwanaume anapokuwa anamwaga nje, mwanaume anapokuwa anamwaga nje kuna uwezekano mkubwa akashindwa kuweza kumfikisha mwanamke kileleni vizuri kama inavyotakiwa kitaalamu. Mara baada ya mwanaume tu kumaliza ile raundi ya kwanza ama kukojoa, uume wake unatakiwa uweze kubaki ndani. Kile kitendo cha uume wake kuwa ndani na kuendelea kujaa ukeni, kunaweza kumsaidia mwanamke huyu kufika ama kumalizia kilele ambacho kilichokuwa kinatakiwa kimaliziwe. Ni watu wachache wanaweza wakaelewa sayansi hii, na ndio maana tunashauri once tendo la ndoa linapokuwa inaisha, msikimbilie tu kila mtu anachomoa uume, huyu anaenda kunawa, anaenda kujua. Fanyeni hugging kwanza, kumbatieneni kwa muda mrefu, wakati huo uume ukiwa ndani ya uke. Kwa kufanya hivyo unaongeza hamasa ya mwanamke huyu katika kile kilele ambacho alichokuwa hajamalizikia kufika, anaweza kufika kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo kuna faida kubwa sana mara baada ya mwanaume kuwa umemaliza kukojoa, uume wako ubaki katika ndani ya uke. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo mwanaume ukivizingatia, itakusaidia kwa kiwango kikubwa kabisa kuweza kumfikisha mwanamke uliye naye katika kiwango cha hali ya juu uweza kumfikisha mwenza wako katika kilele cha ja hali ya juu, maana uume wako utabaki umesimama ndani ya uke, hata kama utakuwa umeshalegea. Lakini kile kitendo cha uume kujaa ndani ya uke ni moja ya sense ambayo mwanamke anapokuwa ameipata, ama ya feeling ya mwanamke ambaye amepata, anaweza akafika katika kilele kwa urahisi zaidi, tofauti na yule mwanaume ambaye uume wake anapomaliza tu anaweza akachomoa inaweza ikamuia vigumu kidogo kuweza kumfikisha kileleni mwanamke aliyenaye. Uenda kuwa unahitaji ushauri na saa. Kuna vitu hujavielewa, kuna vitu kuna makosa mume umekuwa ukiyafanya. Uenda kuwa na wewe ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa waki waki waki waki wakimalizia waki nje kwa muda mrefu, umepata shida, umejikuta umepoteza uwezo wako wa kuhimili tendo la ndoa, nitafute niweze kukusaidia. Uenda kuwa unataka ushauri na saa, kuweza kuongea na mimi kuna gharama ndogo sana ambayo utanilipa kuweza kuongea na mimi, lakini pia tuna matibabu ambayo inaweza kukusaidia kuweza kutibu tatizo lako hilo. Kama umekuwa ni mwanaume ambaye unamalizia nje kwa muda mrefu na umejikuta sasa unashindwa kuweza perform tendo la ndoa, uwezo wako wa kuhimili tendo la ndoa umepungua, nitafute katika namba ifuatayo niweze kusaidia matibabu 07, 6, 5, 4, 9, 3, 6,